Mpenzi mtazamaji wa STV online media, leo nipo katika kijiji cha Mwandoya wilaya ya Meatu mkoa wa Simiyu, kwa wakulima wa zao la pamba. Hapa nipo katika shamba la mmoja wa wakulima wa zao hili la kibiashara ambalo leo mkuu wa wilaya ameweza kukabidhi matrekta haya na kuzindua rasmi msimu mpya wa kilimo cha zao hili la pamba la kibiashara mwaka huu 2025/2026 na ameweza kutoa ujumbe mahususi kwa wakulima na, ma na maafisa ugani kuonesha kwamba wanalima kwa kuzingatia elimu inayotolewa na maafisa ugani kwa kupanda mistari sitini kwa thelathini, na kanuni zote zingine za kilimo zizingatiwe katika uzalishaji mkubwa wa zao hili kwa wilaya ya Meatu. Kama nilivyosema awali kwamba sisi ni vinara uzalishaji wa pamba, na unara wetu unatokana na kuongeza tija mwaka hadi mwaka tukiangalia kwa msimu uliopita wa elfu mbili na 23, 24, tani za uzalishaji ukilinganisha na za 24, 25, tumeongezeka tulikuwa na tani elfu 42. Ndiyo. Na safari hii tumefika tani elfu 46. Ni mategemeo kwamba sio kuongeza, e, ukubwa wa mashamba lakini uzingatiaji wa sheria na taratibu za kilimo cha pamba ikiwemo kalenda unaenda kutuboreshea na kwenda kuongeza uzalishaji kwenye eka zile zile bila kuongeza. Kwa mfano, tunalima kwa wakati sasa kwa kutumia matrekta, mbegu zimeshaletwa kwa wakati, viwatilifu vi vimeanza kuletwa ndani ya wilaya, alafu ulimaji tunakwenda kwa kuzingatia kipimo cha sitini kwa thelathini tunakwenda kunyunyiza dawa kwa wakati, kila tunapoona kwamba majani yanashambuliwa au pamba inashambuliwa. Kwa hiyo ni mategemeo yetu sisi kwamba kwa msimu huu tunakwenda kuongeza tija zaidi, kwa sababu changamoto za kila msimu unaopita huwa tunazitumia kama fursa kwa kipindi kinachofuata. Kwa hiyo changamoto ndogo ndogo kama nilivyokuwa nimezisema awali za msimu huu ambao umekwisha tunakwenda kuzifanyia kazi na tumejipanga kuboresha zaidi, kuwafikia wakulima wengi, lakini kuhakikisha kwamba tunapata uzalishaji mzuri kwa ekari moja. Kwa hiyo tunategemea kwa msimu huu tunaouanza, tunaofungua leo rasmi, tunakwenda kuzalisha tani zaidi ya elfu 46. Asante. Mbegu zilizokuja kwa Meatu zinatosheleza, mbegu zilizokuja mpaka sasa zinatosheleza. Tumepata tani elfu 16 mpaka sasa, ambazo ziko maeneo mbalimbali mbali. Kwa takwimu ya wale waliozalisha wakulima waliozalisha pamba mwaka jana mbegu hizi zinakwenda kutosheleza, lakini bado kama serikali tunafanya kazi sambamba kwa ushirikiano, sisi wilaya pamoja na bodi ya pamba, pale itakapoonekana kuna mahali mbegu zimepelea, aidha kutokana na watu kulima kisasa au kuna wengine wamejitokeza kuongeza mashamba, basi mbegu zipo na serikali ipo tayari kuleta tena mbegu zingine ili kila mkulima aweze kupata mbegu ya kutosha. Labda ujumbe wako wa mwisho kwa mkulima mwananchi, ambaye anategemea uchumi wake kwenye zao hili la pamba, afanye kitu gani kwa kipindi hiki? Wito wangu kwa wakulima wa wilaya ya Meatu, sehemu pekee au namna pekee ambayo tunaweza tukaboresha uzalishaji au kupata kilo nyingi kwenye eka moja, ni kwa kufuata kalenda na kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani. Tukiweza kuzingatia vipimo tukiweza kuzingatia aliyaiwa yetu, tukiweza kuchukua ushauri wa wataalamu, tuna uhakika tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya uchumi katika kaya moja moja, lakini kwa wilaya kwa ujumla. Kwa trekta haya yanalipiwa ya, ya, ya, ya, ya shilingi elfu 35 tu kwa eka. Kwa hiyo angalau inampunguzia mkulima, ambapo akienda kwenye matrekta binafsi asemena elfu 50 na elfu 60 lakini kwa kutumia huu taratibu wa serikali maana yake analipa tu elfu thelathini na tano. Kwao tumewapata hawa vijana na tayari leo sasa wanakabidhiwa matrekta na kupewa allocation ya maeneo atakako kuwa wame station matrekta yao, kwamba huu utakuwa kata fulani, huu utakuwa kata fulani. Kwa ana station kwenye eneo la kata, maafisa ugani wa BBT ndio watakuwa wanafanya kazi ya registration ya wakulima Baadhi ya wakulima nimezungumza nao katika shamba hili wameweza kusema kwamba wamejiandaa katika uzalishaji mkubwa hili, katika huu, F2, e, wa zao hili kufikia kilo elfu mbili kwa ekari moja, uzalishaji ambao utashuhudiwa katika kipindi hiki cha msimu huu wa kilimo wa mwaka 2025 2026. Naitwa Idai Charles Gingu zaliwa Busaru, ni mkulima wa Busaru wa kata ya Wagusaru. Mimi ni mkulima wa pamba. Pamba imeniinua kuwa na, ma, na ma, maendeleo kwangu na wengine wanaangalia kwangu maendeleo hayo. Mimi naitwa Isaya Makoe Shuli, ni mkulima wa kitongoji cha Garangare Mwandoya, nalima na sana pamba Mwaka uliopita nilizalisha tani elfu moja mia mbili. Kwa sasa nimejiandaa vizuri na heka sita. Nataka nije nilime mapema kabla ya kufika tarehe ishirini mwezi wa 11 niwe nimeshamaliza kabisa kulima. Kwa hiyo naomba shirika, shirika la mama Samia la, la, mama la kutulimia hekari hekari kwa elfu thelathini na tano. Tunalishukuru sana sisi wakulima, tumepata ofa nzuri, maana tulikuwa tunalimia elfu arobaini na kuendelea. Sasa hizi tunalimia elfu thelathini na tano tu. Kwa majina, naitwa Madini i Nkaroza, naishi kijiji cha hata Wabusagu, kata ya Wabusagu. Mimi ni dereva wa trekta aina ya kama swaraji. Kwa, kwa mkulima, tunalimia bei ndogo, elfu thelathini na tano meleswa hapa kuna ile ile yale mambo ya mkato yaleleta elfu arobaini ili ni kulimia haraka haraka, huwa mnafanya hivyo? Hamna. Huwa huwo atufanyije? Yaani sisi tumeelekezwa kulimia elfu thelathini na tano. Kwa jina naitwa Amos Nkono Kimora, ni opereta wa aina ya trekta Salaji, ni mkazi wa Maruilo Meatu. E, kanaelezea kwamba matrekta kwa kweli kwa msisi wa mafuta na, na mkulima pia tuna faida nayo, kwa sababu tunalima tunaingiza kipato kwa ajili ya familia, pamoja na mkulima anapata kipato kulingana anavyolima kwa bei ndogo 35 kwa heka, ndio tunavyolima. Wilaya ya Meatu ndiyo wilaya inayozalisha pamba kwa wingi zaidi katika mkoa huu na ndiyo kinara wa uzalishaji wa mbegu zao hili katika kijiji cha Mwagusalu. Lakini ujumbe mahususi ambao unatolewa na wizara ya kilimo ni kuaisha kwamba zao hili linazidi kustahimili na wakulima wa wajiongezea kipato kupitia zao hili la pamba. Mimi ni sitatuma